Pata shika ilishuhudiwa katika soko la Bukembe katika eneo bunge la Kanduyi, baada ya polisi kuwarushia vitoa machozi viongozi na wakazi waliokuwa wanashiriki maandamano ya kupinga kukodiwa kwa kiwanda cha sukari cha Nzoia kwa mwekezaji Jaswant Rai. Alikuwepo Eric Lumbasi nayapa taarifa yake. Kulishuhudiwa hali ya ngojangoja ngoja kwa muda, maafisa wa usalama wakionekana kushika doria licha ya utulivu uliokuwa umeshamiri wakati wa asubuhi. Muda mfupi tu baada ya vijana kuanza kukusanyika katika soko la Bukembe, maafisa wa polisi walikuwa wepesi wa kuwatupia vitoa machozi ili kuwatawanya. Hatua ya kutupiwa vitoa machozi ilionekana kuwachochea vijana kuanza kuelekea katika kiwanda cha ku, huku baadhi ya viongozi wakiwemo gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya, kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa, na wanasiasa Cleophas Malala wakijiunga nao. Webuya ilikuwa inaendelea mzuri, ukienda webuya saa hizi imekufa, si ndio? hata yeah. Hii Bukembe, huyu muhindi akiingia hapa Bukembe itakuwa imekufa. Haimaanishi kwamba kama kampuni ya serikali inafanya vibaya inauzwa. Kenya Airways haifanyi vizuri, KVDI haifanyi vizuri, mayunivesit ya Kenya hazifanyi vizuri, hata serikali ya Kenya kama kunakitekana y kukuwa list ni serikali ya Kenya, si ndio? Imekuwa list. Sasa watu wetu, tusikubali mali yetu yaharibiwe, na ndipo mimi nimekuja hapa leo, na tukisema hata vikileta vyombo vya dola hata wakileta jeshi, kama mwananchi ameamua, ameamua, si ndio? Yeah. Na sisi tumesema kama utaumia saa hizi wengine wapate faida baadaye. Siku ya leo tuko hapa kuambia watu wa Bungoma, hii ni court order. Hii court order ilipeanwa ya kwamba tarehe 23 mtu anaitwa Rai asikanyage Nzoia. Yeah. Hii court order ilizuia waziri na serikali ya Ruto kuuza mashini enu ya Nzoia. Viongozi hawa wanadai kwa mwekezaji wa sasa wa kiwanda cha Nzoia Jaswant Rai alikitoa kiwanda cha Pan Paper zaidi ya miaka kumi iliyopita na hadi sasa hajaweza kukifufua kiwanda hicho, wakisisitiza sasa hawatakubali unyanyasaji wake katika kiwanda cha umma cha Nzoia, kwamba miaka kumi iliyopita serikali ya kaunti ya, ya, ya Bungoma na serikali kuu ilipeana Panpepa, wakasema kwamba Panpepa itafanya kazi. Mimi leo nakuja kuwakumbusha ile formula ambayo walipeana Panpepa ndio wamepeana tena leo hapa. Yule mtu ambaye walipatia Panpepa ndio wamepeana leo Nzoia. Sisi kama watoto wa jamii ya Mulembe tukiruhusu Panpepa iende Nzoia iende hata watafika kwa nyumba zetu wachukue mabibi zetu. Sasa leo niko na koto oda hapa, tulienda mahakamani tukachukua hii koto oda, lakini Kasongo na Rai wake wamesema watatii amri ya mahakama. Leo tunataka kujua mahakama na Kasongo ni nani mkubwa, na sisi si, si waoga. Kila mtu ajue hivyo. Lakini tunataka tutembee kwa njia ya amani mpaka Nzoia. Tunaenda kuwa na mkutano huko. Hata hivyo, juhudi za viongozi hawa pamoja na vijana kutaka kushiriki maandamano hadi katika kiwanda hicho hazikufua dafu baada yao kufurushwa na maafisa wa polisi. Eric Lumbasi, West TV, kaunti ya Bungoma.